Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Nimekuja hapa kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe, lakini nimekuja hapa pia kwa maelekezo maalum na mahususi ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais kama ambavyo mmetangulia kusema ameleta bilioni 138 za Kitanzania ziweze kuboresha miundombinu ya barabara zetu ndani ya Ilala, lakini vivyo hivyo fedha amepeleka maeneo mengine ya mkoa huu wa Dar es Salaam. Anachukizwa sana mheshimiwa rais na hii habari ya kwamba kashatoa fedha, halafu watu hawafanyi kazi. Barabara hii ikiendelea kukaa hivi, thamani ya ardhi maeneo haya inashuka, watu hawawezi kufanya uwekezaji hapa. Mvua zikinyesha, maji yanatwama na kunakuwa kuna na mafuriko hapa, lakini barabara hii inahudumia watu wengi kuwapeleka kwenye shughuli zao za kila siku, inahudumia watu wengi kufuata huduma za kijamii ikiwemo maeneo ya hospitali zetu kubwa kubwa ambazo ziko uelekeo wa barabara hii inakopita. Si tu kwa wanailala, barabara hii hata watu wa Mkuranga ndio shortcut yao kwenda Magufuli terminal. Sasa jambo hili halikubariki. Mkandarasi yuko wapi? Sogea. Consultant yuko wapi? Msimamizi, wewe bwana ndio msimamizi We wewe ndio msimamizi, wewe ndio msimamizi, unalipwa fedha kusimamia barabara hii na umeshindwa kusimamia. Mheshimiwa DC, kwa niaba ya waziri wa TAMISEMI na kwa mamlaka ulio nayo na ambayo mheshimiwa rais amekupa, ninakuelekeza kuelekeza hawa watu wakamate sasa hivi hawa hawa sikiliza, maelekezo yangu, wakamate watu hawa waweke ndani, halafu wakupe mpango wa namna watakavyotekeleza barabara hii, na hatutaongeza muda hata sekunde. Mwezi wa nne ukifika, lazima mkabidhi mradi. Unanielewa bwana mkandarasi? Unanielewa msimamizi? Umenielewa? Kama pana vifaa wanatakiwa kuvileta hapa kwa ngazi hii walete hapa. Kama kuna wataalamu wanatakiwa kuleta hapa kwa ngazi hii walete hapa, lakini msiwaachie mpaka vitu hivyo vifike hapa, wachukulie hatua za hizi. Ndugu zangu wananchi wa jimbo la, la Kivule, Mheshimiwa Rais anawapenda sana wana Dar es Salaam na anachukizwa sana na watu wazembe ambao wapo katika utekelezaji wa miradi ya serikali. Kasako Media tunaangazia maisha, tunaandika kesho.